Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayotekeleza miradi na afua mbalimbali mkoani Mtwara yametakiwa kusimamia sheria na kufikisha huduma hizo maeneo yote hasa vijijini. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara katika jukwaa hilo la tathmini ya mashirika yasiyo ya kiserikali lililofanyika ukumbi wa VETA mkoani Mtwara, katibu tawala mkoa wa Mtwara Bahati Dyeuze ameyataka mashirika hayo kuboresha huduma na kuwafikia walengwa wote ili kuwawezesha kupata fedha za kufanya kazi katika miradi mbalimbali. Naomba kwa jicho la pekee mwangalie maeneo ya pembezoni, sio kwamba myache haya ya mjini, lakini na yenyewe pia myakumbuke. Ndugu washiriki, nichukue fursa hii pia kuwakumbusha kuwa Mheshimiwa Dk. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefungua milango kwa wafadhili na wabia wa maendeleo kufanya kazi na mashirika hilo. Nyenye ni, ni testimony. Mnaweza mkasema na mkaona hali iliyokuweko kabla na sasa. Kwa hiyo milango imefunguka hivyo, lazima mjipange kuhakikisha mashirika yenu mnayajenga, mnayaimarisha na yanatimiza vigezo vya kitaasisi na kiutendaji kwa mujibu wa sheria na taratibu za mashirika yasiyo ya, ya kiserikali. Sheria zilibadilika, transparency inatakiwa, accountability inatakiwa. Kwa hiyo hayo myazingatie na hii itawezesha kufikia vigezo vya kupata fedha na kufanya kazi za miradi mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwafikia walengwa wenu katika maeneo ya vijijini na mijini. Lakini pia tukumbuke haya mashirika pia kuacha tu yale malengo ambayo yamewekwa kwenye maandiko ya miradi, pia yanatusaidia sisi, ni ajira, si ndio eh? Ni ajira pia, nyewe wote mnaofanya kwenye hayo mashirika mnapata ajira. Kwa hiyo tukikosa funding pia tunapata changamoto inaongezeka ya ukosefu wa ajira. Aidha, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mtwara Mwalimu Saidi Nyengedi amewasihi viongozi wa mashirika hayo kuhamasisha wa wananchi waliojiandikisha kupiga kura, huku mwakilishi wa mashirika yasiyokuwa kwa kiserikali mkoa wa Mtwara Bwana Baltazali Komba akieleza lengo la kongamano hilo na changamoto zake. Ninawaomba niwaombe, mashirika yasiyo ya kiserikali kuhamasisha wa wananchi waliojisajili kupiga kura, wapige wa kura lakini pia kuwahamasisha wananchi kulinda usalama na amani ya nchi yetu, tukitambua kuwa mlinzi namba moja wa nchi yetu ni mwananchi mwenyewe. Leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya jukwaa e, la mashirika yasiyo ya kiserikali la mkoa ambalo malengo yake makubwa ni kuleta mashirika ya mkoa mzima wa Mtwara kwa ajili ya kujadili e, mafanikio aliyopata katika mwaka mzima na fursa ambazo wamezibaini ili kuweza kuzitumia katika mwaka mwingine. Kwa hiyo tumesema tuwekeze zaidi kwa kujitambulisha na kujipambanua kwa wafadhili wa ndani ili kuishawishi sekta binafsi ya hapa hapa Tanzania kuweza kuchangia sasa e, kwenye kazi za mashirika yasiyo ya kiserikali kuchangia rasilimali fedha kwenye kazi za mashirika yasiyo ya kiserikali. Lakini jambo nyingine muhimu kabisa ambayo tumekubaliana hapa ni matumizi ya teknolojia, tuendelee kutumia tu, tu, tu, tu, tu, tu, teknolojia ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi yetu kwa bora zaidi, lakini pia kuwafikia watu wengi zaidi kwa gharama e, kidogo e, kupitia sheria yake namba 24 ya mwaka 2022 na marekebisho ya mwaka 2019, sasa yanaruhusiwa kufanya biashara. Kwa hiyo tumesema tutumie hiyo fursa sasa kuendelea kufanya biashara na kuweza kuzalisha fedha ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kujiendesha na kufanya miradi endelevu zaidi. Nao baadhi ya wajumbe na washiriki wa jukwaa hilo wakiwemo Shakira Hamisi Mpomo na Justini Kabelege wameeleza namna walivyonufaika na jukwaa hilo kwa kuwaelimisha katika mambo mbalimbali. Uh, leo nimehudhuria jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo limefanyika katika ukumbi wa VETA Mtwara tumeona kwamba bado kuna wigo mpana wa kuendelea kufikia jamii. Tuna fursa ya kuanzisha biashara na kufanya mambo zaidi, licha ya kuanza kusubiri tena mpaka wadau wao donors kutoka nchi nchi mbalimbali kuja kutusaidia. Tuwe na uwezo wa kufikia jamii bila kutegemea au uh, wengine. Kwa kuelekea mwaka mpya serikali, kutokana na mafunzo haya ya leo tumeona kwamba tuna fursa nyingi za kuendelea kusaidia jamii yetu. Uh, zaidi ni kupeleka elimu zaidi kwa watendaji wa wa haya mashirika, kwa mfano kama leo hapa mashirika mengi yameleta wawakilishi ambao wako katika ngazi mbalimbali mbali za uongozi wa hayo mashirika. Kwa hiyo, labda nitoe wito kwa mamlaka kama ilivyokuwa TRA kuwa na vikosi kazi ambavyo vinatembelea maofisi ya hizi taasisi kutoa elimu ile ambayo inawapa ujuzi wa moja kwa moja wale wanaohusika. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.